Na wa Kakamega Fernandes Barasa amewataka wakazi wa kaunti hiyo kuendelea kuiunga mkono serikali ili waendelee kuletewa miradi ya maendeleo. Akizungumza katika mazishi ya mama Angelina Ajwang Otunga ambaye ni mamake waziri wa biashara na utalii wa kaunti hiyo Saxon Kweyu, katika shule ya msingi ya Itete, Barasa alisema kwamba chaguzi ndogo zilizopita ziliashiria kwamba serikali ya Kenya Kwanza itashinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sisi kama wanakakamega na watu ambao wako kwa broadcast, nataka kutangazia wale jamaa kabila ya kwamba ile mambo mliona Malava juzi, hiyo ni dalili ya mvua, dalili ya mvua in 2027 wembe ni ule ule, na sisi hapa tumeamua ya kwamba mwaka wa 2027 na hivi sasa tumeungana na Mheshimiwa Daktari William Samuel Ruto kunyorosha wale jamaa wa Munyoro. Ni saa hii, hakuna kurudi nyuma. The daggers have been drawn, the lines are clear. Tutakutangazia wale jamaa ya kwamba hapa Kakamega is locked.